Leo kanisa zima linaadhimisha sikukuu ya kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Laterano ambalo ndilo kanisa mama na kitovu cha makanisa yote pale mjini Roma na ulimwenguni kote. Kanisa kuu la Laterano liliwekwa wakfu kwa Kristo Mwokozi na pia kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji na Mtakatifu Yohane Mwinjili. Ni kanisa ambalo lilijengwa na Konstantino takriban mwaka 324 baada ya Kristo, muda mfupi baada ya Ukristo kuruhusiwa kisheria. Ni kanisa ambalo lilipewa hadhi ya kuwa kanisa kuu eh, la askofu wa Roma, kama tunavyojua kwamba katika kila jimbo kuna kanisa kuu la kiaskofu. Kwa hiyo hili ni kanisa la kiaskofu ambalo askofu wake ndiye baba mtakatifu mwenyewe. Sikukuu hii sio sikukuu ya jengo, lakini maana ya jengo lenyewe, na maana yake ni umoja wa makanisa yote ulimwenguni ambayo yanakusanyika chini ya alifa wa mtume Petro, ambaye ndiye baba mtakatifu. Kwa hiyo kwa kuadhimisha sikukuu hii duniani kote, kila parokia tunauishwa upya kwa ile ahadi ya kuwa hekalu hai na uwepo wa Mwenyezi Mungu katika makanisa yetu.